Kwingineko ni kwamba baadhi ya wahudumu wa afya wanaohudumu chini ya mpango wa afya kwa wote UHC, wameridhia agizo la wizara ya afya la kuhamisha mfumo wa ulipaji wa mishahara yao hadi kwa serikali za kaunti kuanzia tarehe mosi mwezi ujao. Hata hivyo, wamesema uamuzi huo utaafikiwa tu iwapo shinikizo yao kuajiriwa kwa kandarasi ya kudumu itatimizwa. Haya yanajiri huku mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana Muthomi Njuki akipongeza agizo la wizara hiyo, akitoa wito wa kuhesabiwa kwa wahudumu hao wa afya, akidai huenda kuna wafanyikazi hewa elfu tatu miongoni mwa wafanyikazi wanaohudumu chini ya mpango wa UHC <tune> Miezi minne tangu zaidi ya wahudumu wa afya elfu nane mia tano wa mpango wa UHC kuanza mgomo wakishinikiza malipo ya wa marupurupu ya kuhudumu pamoja na kuajiriwa kwa kandarasi ya kudumu. Wahudumu hao wa afya walioajiriwa mwaka 2020 wakati wa janga la COVID-19 wanatarajiwa kuhamishwa hadi kwa serikali za magatuzi kuanzia tarehe mosi mwezi ujao. Hata hivyo, wamedumisha kwamba hilo litafikiwa tu iwapo wataajiriwa kwa kandarasi ya kudumu na kulipwa marupurupu yao ya kuhudumu kwa muda wa miaka mitano.

Kwa upande wao baraza la magavana limesifia mpango hudumu wa kuhesabu wahudumu wote wa afya wanaohudumu chini ya mpango wa UHC likidai uwepo wa wafanyakazi hewa elfu tatu. The government of Kenya is losing taxpayers money by paying ghost UHC workers who cannot be accounted for. Kwa sababu ile lisi kukula ili 8700 tukiangalia rekodi zetu sisi kama county government, we do not have 8700 in the hospitals huku huduma za afya kimsingi zikiwa sasa zimelemazwa kutokana na sintofahamu hiyo, wafanyakazi hao wamesema wako wazi kuafikiana na baraza la magavana na wizara ya afya there there there is is is is is any any other there is no any other no person that is there. now I'm here, the facility is closed and and those people people they need my my service I also want to go back and serve my people. it is akin as sending us to our early graves. And already we have lost 45 of us. We are not ready to go back to work until they harmonize those salaries, give us permanent and pensionable, give us our gratuity. Otherwise, we will not go back to work. Kasi chana masha, darubini.